Na kwenye CCM humu palikuwa na majambazi kweli kweli. Lazima niwambie ukweli. Najua maneno haya hayawafurahishi sana baadhi, lakini mimi utabaki kuwa ukweli. Siku mkiamua, nikimaliza urais wangu mnifukuze CCM, mtanifukuza, ntaenda Chato, ntakuwa nachunga mbuzi basi. Lakini ukweli utabaki kuwa ukweli. Ni lazima tubadilike hata ndani ya chama, na haya mengine ndiyo yanaretereza watu. Wanatuchukia, raia wanatuchukia. Nimefika kijiji kimoja pale, nimekuta mama mmoja kipofu haoni, na inawezekana ni mjane hana mume, amelishiwa mazao yake na tajiri mmoja mwenye ng'ombe zaidi ya elfu tatu yule mama amehangaika kila siku, siku nyingine akifuatilia anaanguka kwenye mitaro kwa sababu haoni. Ameenda mpaka mahakamani, ameenda mpaka kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ana mamlaka makubwa tu, angemuita yule mchungaji aliyemlishia, au akatuma watendaji wake, angetuma hata sekretari wake, angetuma hata OCD angetuma mtu yoyote, hata katibu tarafa, hata mtendaji wa kata. Hakufanya hivyo mkuu wa wilaya yule. Mama kipofu ameendelea kuhangaika mpaka nimefika pale mimi, ndiana ninaramikia, nimeumia mno, kwamba Watanzania hatumwogopi hata Mungu. Nilitamani kumfukuza mkuu wa wilaya hapo hapo, nasema ukweli, na mkuu wa wilaya yuko hapa nilitaka nimfukuze leo lowa bwana akaniambia bana tunaambiwa kusamehe sabini mara sabini ni matumaini yangu sasa atakwenda kulishughulikia hilo nasema ukweli ndugu zangu mimi sifichi leo huyu alikuwa na ukosa UDC